Amina. Amina. Amina. Nendo kufanikiwe. Nendo kufanikiwe. Amina. Kanisa simama juu, sema Bwana Yesu, kila ntakapokutolea kila ntakapo kutolea nibariki maradufu kuanzia leo, na nisife maskini tena, kwa jina la Yesu amen, amen, amen, amen. Eh, mama nani mwenye hii hii nini? Kalanga, kalanga. Yeah. Mtaji shingapi? Elfu sabini na tano. Eh. Elfu sabini na tano. Hizi hapa tu. Eh, kilo kumi na tano. Na hizo hapo? Jumla na hizo. Zote? Yeah. Zote elfu sabini na tano. Eh. Yeah. Moja unauza bei gani? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hey, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo kuna watu ukoo wao umelaaniwa. Kuna watu familia zao zimelaaniwa. Kuna watu kila anachokifanya Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo kinaishia njiani. Naomba neema, Jehova, kupitia karanga hizi mtu akakombolewe, mtu akakombolewe, magonjwa ndani ya miili yaliyoshindikana yakapone, magonjwa yaliyoshindikana yakapone. Mm. That is. Mama, mbona zina rangi mbalimbali hizi uh, eh? Okay, karanga mbichi he hey! Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya baba, kwa ajili ya baba kwa ajili ya baba. Kwa nini sio kwa ajili ya, ya mama? Hapana. kwa hiyo hizi ni kwa ajili ya wanaume tu e? wanatumia mara nyingi wanaume. Wanaume namna gani hizo? E, e? Wana, wanaume e. Unawapata wateja? unawapata wateja wengi sana? Wengi e, wanaotumia hizi mbichi. Hebu ngoja kwanza nizionje mama, nsije nikavurugikiwa hapa sasa hivi. Hapana zinachukua dakika ngapi, dada? Zinachukua dakika ngapi? Nataka kutumia. Wanazitumia kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume wengine? Sawa. Zinaanza kufanya kazi baada ya muda gani? Sijaelewa sasa hapo. Eh, Mungu nisaidie, uniongezee muda, sije nikavurugikiwa sasa hivi naanza kuzitumia kwa jina la Yesu ziwe zimeanza kurudi kwake mara nne. Uliyewahi kupata hasara ni elfu moja tu, kimbia hapa. Umewahi kupata hasara elfu moja tu, nenda ukafanikie.

Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukafanikiwe. Chukua. Chukua ninachokupa sio unachotaka. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Hapana, bado mia tano. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie. Nenda ukafanikie kwa jina Yesu. Nenda ukafanikie kwa jina Yesu. Nenda ukafanikie kwa jina Yesu. Nenda ukafanikiwa kwa jina Yesu. Roho ya umaskini toke, nenda ukafanikiwa kwa jina Yesu. Nenda ukafanikiwa. Roho ya umaskini toke, nenda ukafanikiwa, nenda ukafanikiwa.

Nenda nenda ukafanikiwa ukafanikiwa kwa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Wewe ngoja tukupetie mbichi, nendo kafanikiwa kwa jina Yesu. Wanaume, wanaume, wanaume nawaita mara ya mwisho, mtakuwa mmenielewa. Wanaume nalala juu, wanaume nalala juu, naita na mara ya mwisho, wanaume nalala juu, namalizana na hawa mama. Nenda ukafanikiwe, naenda. Asara yako haitajirejea tena, kwa jina Yesu. Wanaume staki malalamiko tena, nalala juu. Wanaume staki malalamiko tena, nalala juu Baba, kwa jina la Yesu, yale malalamishi yote ya dakika moja, kuanzia leo kila anayekwenda kutumia yamekwisha, amen. Elfu moja, elfu moja, kimbia, nenda. Mji umerudi, mji umerudi, nenda mji umerudi nenda nenda umerudisha mji wako mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi mji wako umerudi Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Hii haina majaribio. Nenda moja kwa moja. Nenda. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi, kwa jina Yesu. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mji wako umerudi. Mja wako umerudi, Wa mama kama unajua baba ana shida njoo mchukulieta nayo hapana ninongoneza baba anataka moja mama kama unajua baba ana shida njoo umchukulie mja wako amerudi Ukimchukulia leo nyumbani kuna sherehe. Kimbia. Kimbia. Nenda leo nyumbani kuna sherehe. Nenda leo nyumbani kuna sherehe. Nenda leo nyumbani kuna sherehe kwa jina la Yesu. Nenda leo nyumbani kuna sherehe kwa jina la Yesu. Nenda leo nyumbani kuna sherehe kwa jina la Yesu. Mama moja, mama mbili, unataka sherehe leo nyumbani mbichi? Mama, unataka zipi? unataka zipi mama? Kavu mbichi? Mbichi. <laughs> Nenda leo nyumbani kuna sherehe, leo nyumbani kuna sherehe. Nenda, leo nyumbani kuna sherehe mbichi. Leo nyumbani kuna sherehe. Hapa tena siyo mbichi yoyote, nayokupa ina nguvu. Leo nyumbani kuna sherehe. We ona aibu tu, usiku ulali, alafu unaona aibu kuja kuchukua tiba leo. Mama umesema mtaji wako kiasi gani? Mtaji wa karanga hiyo ni shilingi elfu sabini na tano. Lakini, nikiuza faida ni niki jumla na faida ni e, laki moja na elfu kumi na mia tano. Hizi zote? Eh. Laki moja na elfu kumi na moja mia tano, elfu kumi na moja na mia tano. Ndiyo. Sisi tumepata laki moja na themanini na moja Asante. Barikia. tumepata laki moja themanini na moja na mia tano. Barikiwe baba, njoo uchukue, nenda, Mungu akakuinua zaidi baba. Hesabu: kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini, sitini, sabini, themanini, tisini, laki moja. Laki moja na kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini. Zingine hizi hapa. Umbarikiwe sana. Umbarikiwe sana. Nenda, Mungu akubariki. Umasikini hau utakuwa sehemu ya maisha yako tena. Naenda uinuliwe zaidi. Naenda uinuliwe sana. Unamwambia nini Mungu? Nashukuru sana, nashukuru sana na, sana, namwambia yeah, Mungu. Mungu akuendelee kukutendea kwa azidisha kukupa imani ya hivi hivi kutusaidia sisi. Amina. Amen. Haya. Watoto Kimbieni hapa watoto, ni wape zawadi watoto. Watoto kimbieni hapa, ni wape zawadi.